Helo, habari. Leo nataka tuangalie, tuulizane kwamba una uhusiano gani na pesa. How do you relate with money? Najua kila mmoja kwa namna moja au nyingine, kuna namna ana uhusiano na fedha, yani kuna namna anaiona pesa yeye kwa upande wake. Em, tuangalie namna watu ambavyo wanahusiana na pesa, ili naweze kujiangalia, kujilinganisha kwamba wewe unahusiana vipi na pesa. Kuna mtu ambaye kwake yeye pesa ni sawasawa na furaha yani, Money is equal to happiness. Yeye ye ni ule mtu ambaye anafanya shughuli nyingi, anapata pesa, lakini baadaye anataka kujipongeza. Ni yule ambaye anajiona kwamba nimeshafanya kazi nyingi sana, sasa inabidi niende nikajifurahishe kidogo eh. Anajitoa out, anaenda kupata dina, anaweza kupata some fun anazozitaka yeye mwenyewe. Huyu ni ule mtu ambaye kwake pesa ni sawa na furaha, akishafanya kazi ngumu anajiona ameshafanya, amefanya kazi ya kutosha amepata pesa yake basi anataka aende akajipongeze. Mwingine pesa kwake ni kama ulinzi, ni security. Kwa hiyo wakati wote huyu mtu nyule ambaye anapenda kuiona pesa yake, anaitunza pesa yake, anataka kuiona muda wote. Anaweka kwenye fixed account, anaweza kuisave pesa yake. Huyu ni mle mtu ambaye anaogopa sana kuinvest pesa yake kwa sababu anaogopa itapotea. Kwa hiyo pesa kwake anataka ione muda wote. Akiwa hana pesa anajiona kama kuna kitu amepoteza kwake pesa anaiona kama, kama ni ulinzi wake. Huyu mtu kama huyu ni yule ambaye anaficha pesa sana, wakati mwingine hadi anasahau ile pesa ameiweka wapi. Anaweza kaya kuna pesa labda ameiona kwenye wallet, akashanga hii ile imefikaje hapa, amesha sahau kabisa. Lakini huyu ni mtu ambaye kwake fedha is equal to security. Mwingine ni yule ambaye pesa kwake ni sawa na nguvu, power. Ni yule mtu ambaye akiwa na pesa anajiona ana nguvu sehemu yoyote ile, kwake pesa ni kama power, na akikosa wakati mwingi sana anajiona ni mtu ambaye yuko down. Ni mtu ambaye hana nguvu, lakini ikiwa na pesa yeye kwake ni nguvu. Mtu mwingine ni yule ambaye anaona pesa kwake ni kama uhuru, anakuwa independent. Ni mtu ambaye akipata pesa yake akiwa na pesa zake anajiona ni mtu ambaye hategemei mtu haombiombi pesa, ni mtu ambaye hali shida, kwake pesa ni kama independent. Mwingine ni yule ambaye pesa kwake ni kama thamani, self worth. Huyu ni mle mtu ambaye pesa ikikosekana, thamani yake anaiona imepungua kabisa, lakini akiwa na pesa, thamani yake inapanda. Sasa huyu ndio yupo wa design hivi, pesa zikiwepo, thamani yake inapanda, akiwa hana pesa anaona thamani yake imepungua kabisa. Kwake pesa is equal to self worth. Mtu mwingine ni yupi? Sawa, tuishie hapa. Sasa wewe, tuambie unajiona wapi kulingana na mifano hii ambayo tutaitoa hapa. pesa kwako ni nini? Ye, wewe ni yule mtu ambaye unaspendi pesa zako? Ni mtu ambaye pesa kwako ni sawa na happiness na furaha. Huyu ni yule mtu ambaye akipata pesa zake mara nyingi sana anaenda kujipongeza, ana spendi zile pesa zote mara nyingi ni wale watu ambao ukiwaambia kuhusiana na mambo ya budget, wanakuwa wakuelewi kabisa unazungumzia nini. Sasa jiangalie, wewe ni mtu ambaye ukipata pesa zako una spend au so, wewe ni mtu ambaye unaenda na budget. hawa ni wale ambao pesa kwao ni sawa na security. Hawa ni wale watu ambao hakuna kitu kitafanyika nje ya budget. Unapenda sana kusave pesa, unapenda sana ku-invest na pesa zao pia wanazeka kwenye bajeti. Mbona unahitaji kitu na hujakiweka kwenye bajeti, hicho kitu hakitanunuliwa kabisa mpaka bajeti iwepo. Mta wewe, jiangalie, ni mtu ambaye unapenda kutumia bajeti ambapo pesa kwako ni sawa na security. Hauwezi kuitumia tu hivi hivi ikaisha. Lazima uwe na mpangilio na ujue pesa yako inaenda wapi. Kuna wale ambao wanahofu wakati wote. Wale watu ambao wanahofia pesa wanaona kama ukiwa na pesa nyingi Utakuwa kama ni freemason ukiwa na pesa nyingi, utaonekana labda umeua mtu ndo umepata hizo pesa. Hawa ni wale watu ambao kwao pesa yani, money is the source of all evils. Wewe ni mtu wa hivyo yani, kwamba unaogopa kuwa na pesa. Wewe wakati wote unaridhika tu na kile ambacho unacho. Na kuna wale wengine ambao ni wapambanaji, kwenyewe pesa zao mara zote wanatafuta zingine ziko wapi wanapenda kuinvesti ukiwaambia kuhusiana na mada za fedha fedha, za, za, za, za, za, za biashara, wenyewe ndo wanapenda kusikia hizo mada sana sana. Hawa ni wale watu ambao wanapambana, fedha kwao ni sawa na self worth. Mara nyingi sana wakiwa na fedha wanajiona ni watu wenye thamani, kwa hiyo hawataki kuipoteza ile thamani yao. Mara nyingi sana wanatafuta namna yoyote ile ya kuinvesti pesa ili waweze kupata pesa nyingi zaidi. Hawa maongezi yao kikaa ni kuhusiana na fedha fedha fedha, wanapenda sana kuongelea masuala ya fedha. Sasa wewe jiangalie na utuambie hapa kwenye koment, tafadhali andika kwenye komenti ili na sisi tuweze kujifunza kwamba wewe unahusiana vipi na pesa. Je, pesa kwako ni sawa na happiness? Unapenda kuspendi pesa zako Je, yeah, pesa kwako kwa ni sawa na security ambapo ni, ni ulinzi wako? E yeah, pesa kwako kwa ni sawa na nguvu, unajiona mtu mwenye pawa muda wote? Au pesa kwako kwa ni sawa na uhuru, ambapo unajiona independence unapokuwa na pesa Pesa kwako ni self worth, unajiona mtu mwenye thamani ya hali ya juu unapokuwa na pesa yako. Tuambie hapo kwenye comment na sisi tutapitia, tufahamu kidogo watu wanahusiana vipi na pesa, ili na sisi tujifunze na wengine pia wajifunze kutoka kwako. Tuandikie kwenye comment na sisi tutapitia. Until next time, bye.